tangaza ya kwamba ndawania kiti ya Webuye West. Mmojawapo jambo lenye lesema ndaliweka kipaumbele ni kuanza kushughulikia afya ya watu wetu. Ninafurahia siku ya leo ya kwamba kwa uwezo kwa wa Mwenyezi Mungu ametuwezesha siku ya leo tume launch ambulance zetu zote mbili, ndio zimefika mbili, ziko njiani na mimi siku ya leo nina furaha sana so, kwa watu wa Webuye nataka kusema asanteni, mwendelee kusimama na hii e foundation ili endelee kuwasaidia watu West bure, yani free medical professor. <coughs> It will be going round, by each and every market day. Inazunguka ni kutibu watu wetu, na pia kama foundation tumejitolea. Tunajua ya kwamba serikali kuu ilitoa bima ya sha na ikaambia watu ya kwamba popote wakuwe registered na shilingi mia tatu, but sisi kama foundation tumejitolea tutoa shilingi mia mbili Hizi ambulance zile zitakuwa zinazunguka kwa masoko. Wewe kama ni mwananchi wa Webuye West, unaenda pale na shilingi mia mbili unaenda pale na shilingi mia, sisi tutakuwa tumekulipia shilingi mia mbili Unalipa, unakuwa registered, so haya yote itakuwa inafanya matibabu ya bure, hakuna pesa, zote zitakuwa zinalipa. Wakati nilipokuja mwaka uliopita, tulikuwa na medical camp, na ile kitu niliona ya kwamba inaadhiri sana watu wetu ni magonjwa haya ndogo, ndogo. Kuna blood pressure um, typhoid malaria, haya magonjwa ndogo, ndogo. Unajua watu wetu hawana hela mara mingi, hawa wanaishi kwa shilingi mia mbili, hii shilingi mia mbili ni ya kununua chakula. Sasa wana shida ya madawa ama wana shida ya kujumulia magonjwa gani na haya, so hizi ambulance zimekuja, so, no problem. Na kutokea leo, furaha kwa watu wa Webuye West manake mambo ya ugonjwa, mambo za harambe naanza kuzisahau tangu kuanzia saa hii hadi 2027 mpaka vile mimi nitakuja acha kitu ya Webuye West watu watakuwa wanatuliwa matibabu po. maisha kwa sababu ya kutopata matibabu kiharaka. Sasa hizi ambulance zimekuja hapa kusaidia wananchi wetu wa Webuye West. Ikiwa umelemewa mahali popote eh, hii foundation yetu itatoa ratiba kamili, unapiga namba mahali penye huko inakuja inakuchukua inakuleta kwa hospitali. Vijana wetu wa bodaboda hawa mara mingi pia wanapata ajali huko barabarani, hawana mtu anaweza kuwakimbilia kiharaka ili awafikishe kwa hospitali. So hizi ambulance ziko hapa kwa minajili ya watu wa West. Na mimi kama MCA wa Matulo Ward nimewaletea mbunge wa v West kama 2027 . Sasa inatakana tu impress Mheshimiwa Mweshimiwa Joseph Waswa, because tumekuwa na challenges mingi kama watu Webuye West ambulance hizi ni referral kama umetumwa Eldoret na una pesa piga simu hii ambulance itakuchukua ikupeleka Eldoret kama umetumwa Kenyatta Hospital piga simu hii ambulance hii itakuchukua ikupeleke yaani bila kutoa hata shilingi moja hiyo ndio mabadiliko ambayo tunataka kuleta Webuye West kwa hivyo nyinyi wote watu Webuye West najua hii ndio bedroom Webuye West matulo wote natumwakaribisha asante